Kuna dada mmoja kaja anasema, Mwandambo, ukweli unayoongea ni sahihi kabisa. Mi nimeachana na kusali. Naambiwa kwa nini? Anasema kuna pasta, mi nilikuwa na shida ya kupata mume mchumba. Akasema njoo tuombe, nikakubaliana. Tukaenda kwenye maombi kanisani kwake, tulikuwa wawili tu. Yule pasta, sio alinipulizia dawa, sielewi, saa mbili usiku pale pale kanisani, madhabahuni pale pale anapohubiria alinifanya, alinifanya, akamaliza, mi naondoka, hata sijielewi. Sina hamu na wachungaji, yaani sina hamu nao. Nikaambia mama, nyi mnajua wale ni watumishi wa Mungu, lakini wale ni wafanyabiashara, ni wajasiriamali basi ni hadithi hiyo, nimewahadithia, nime tu, ndugu zangu, baba yenu Clemence Mwandambo nimemaliza, maana anachoka na hizo dini zenu.